Kwenye mafua unajua tuna, tunasema kwenye mafua, kitu cha msingi kwanza, unatakiwa uondoe chanzo. Unajua unaweza ukatumia dawa ukatibu ukatibu, siku unasema hizi dawa hazifanyi kazi. Mafua kitu cha kwanza unatakiwa ujue chanzo kwamba hawa kuku wanapata mafua kutokana na nini. Kuna muda unaingia bandani eh, angalia distance urefu wa kutoka chini mpaka kwenye pua yangu hapa, lakini unasikia ile harufu ya, ya kinyesi cha kuku, na wewe uko hapa juu kuku yuko hapo chini. Kwa hiyo imagine wewe ukiingia kama ile harufu inakukera inakuumiza, ujue kuku inamfikia mara kumi ya kwa sababu wewe kwanza uko juu yeye yuko chini, alafu pua za kuku zinaangalia chini. Kwa hiyo kitu cha kwanza harufu bandani, angalia usafi wa bandala, kama kinyesi ni kikali, harufu ni kali, unasikia yaani, hapo ni kitu cha kwanza cha kuondoa. Kwa hiyo eza kama ni maranda, eza yamesha yame chafuka sana, yameoza sana, eza ni ya kubadilisha ama ni ya kuongezea juu. Lakini kitu cha pili, maranda pia tuangalia, ambapo tunaweka maranda, kuna muda hata e maranda unaenda kuchukua uh, kule kwa mafundi, ukiamimina tu unasikia unapokupalia wewe mwenyewe unaweza, maranda ni masafi, lakini bado yakawa ni chanzo. Maana mara nyingi watu wengi labda akinua maranda angalau siku mbili kabla, anayamimina kwanza yatoke ile harufu kwanza, anakuaga na vumbi, ile vumbi tayari wewe mwenyewe kwanza anza inakusababishia mafua, huko aliyeko hapo chini hayo mafua atapata, utatumia dawa, ugonjwa waishi, unasema dawa ifanyi kazi. Kitu cha tatu unaangalia mzunguko wa hewa bandani. Kuna kuna wengine mabanda yetu unakuta tu ilikuwa ni chumba cha ziada kilibakia, ilikuwa ni store, dirisha liko moja upande mmoja na ni dogo, alafu umeceza kuku mwandani <coughs> kwa hiyo mzunguko wa hewa, hewa inaingia upande mmoja haitoki. Kwa hiyo hapo mafua unaweza ukawa unakumbana wewe kila siku, unaona jamani, hapo kwangu nikiweka siku mbili tatu mafua hayaishi. Lazima uangalie mzunguko wa hewa. Kitu kingine kwenye wapo hapo mzunguko wa hewa, muda mwingine sawa, inawezekana dirisha iza ni dogo, kwa hiyo hewa haizunguki kutoa ile harufu, lakini kuna muda iza mabanda umeweka madirisha mapana, upepo unaingia unapiga wale kuku direct, hapo mafua huwezi kukosana nayo. Kwa hiyo ukishajua chanzo ni nini, ukishaweza kuondoa hapo tiouti sababu unaweza ukawa unahangaika, unatibu unatibu unatibu, unasema hawa kuku hawaponi, utabadilisha dawa. Mwisho wa siku kila kuwachosha tu hao kuku, maini yataenda yatakupa. Mwisho wa siku, kila dawa unayotumia haitakupa matokeo yoyote kwao kwenye mafua. Kitu cha msingi sana, mi napenda kushauri uangalia hivyo vitu vitatu sana vinne ambavyo nitakuwa ni vya msingi, na itakusaidia kuongezwa changamoto zingi. Sijui nadhani tumeelewana mpaka hapo.